Chama cha Mapinduzi kimeanzishwa, jambo hili ni jambo la kihistoria. Ninawaomba ndugu zangu, wana Bagamoyo, kwa pamoja tukaithibitishe historia hii kwa kumpigia kura za ndio za heshima na za kishindo, Daktari Samia Suluhu Hassan. Samia oye! Kina mama mpo? UWT moto moto Kina kinamama mwaka huu ni wa kwetu Kina kinamama tukamtafutia kura mwanamama mwenzetu tukampigie kura mwanamama mwenzetu kwa pamoja tukaandike historia ya kumchagua mwanamke wa kwanza kupitia sanduku la kura awe rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kinamama oye Kina baba oye. Oye! Vijana mpo? Vijana nanyi, kwa pamoja mkatusindikize, mkatuunge mkono, tukaweke historia, tukaiandike historia na tukaithibitishe historia, ili dunia ijue kwamba na sisi Tanzania tuna wanawake washoka wa nguvu wa kutuongoza, ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kumalizia, ninaomba niwaombe mambo mawili. Jambo la kwanza, siku ya tarehe ishirini na tisa tujitokeze sote kwa pamoja, wote waliojiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura, tukapige kura kwa Chama cha Mapinduzi. Jambo la pili, ninawaomba tukapige kura kwa usahihi. Ukiingia katika kituo cha kupiga kura, Ewe mpiga kura, unapewa karatasi tatu za kupiga kura. Karatasi ya kwanza ni ya mgombea ya wa nafasi ya urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ukipewa karatasi ile, utaona orodha ya wagombea wengi, na ndipo utatizama alama ya jembe na nyundo ya Chama cha Mapinduzi utaona picha ya mgombea mwenza pamoja na jina lake Daktari Emmanuel Nchimbi. Utaona picha ya mgombea uraisi pamoja na jina lake Daktari Samia Suluhu Hassan, na mbele utaona kiboksi pale, utaweka tiki yako ndogo, utakuwa umepiga kura yako kwa usahihi. Utapewa karatasi ya mgombea wa ubunge, utaona alama ya jembe na nyundo picha yake, jina lake, utaona kiboksi pale, utaweka tiki, utakuwa umepiga kura yako kwa usahihi. Utapewa karatasi ya wagombea wa udiwani kwa mujibu wa kata zetu, utaona picha zao, alama ya jembe na nyundo, utaona majina yao, utaona kiboksi pale utaweka tiki ndogo, utakuwa umepiga kura yako kwa usahihi. Kwa kufanya hivyo, tunakuwa tumehitimisha safari ya kampeni tulioianza mwezi wa nane, lakini tutakuwa tumeanza safari mpya ya kuwapata viongozi wetu watakaotuongoza kwa kipindi cha miaka mitano, ambao wanaenda kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi yenye lengo la kazi na utu kwa watanzania wote. CCM oye! Kidumu chama cha mapinduzi! Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu mbariki Daktari Samia Suluhu Hassan, Mungu mbariki Daktari Emmanuel Nchimbi, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Katika mambo yatakayotekelezwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi, moja muhimu sana katika miaka hii mitano ni ujenzi wa bandari ya Bagamoyo katika eneo la Mbegani. Bandari itakayojengwa itakuwa na gati za kisasa ndefu na zitakazoweza kupokea mizi, meli kubwa ambayo haijapata kutokea. CCM ikipewa nafasi ya kuongoza tena, hili litakuwa jambo la kwanza inakwenda kuanza nalo, lakini vile vile inakwenda kujengwa reli ya mwendokasi ya SGR Kipa, kilometa mia moja kilometa kutoka bandari ya Kwala hadi bandari bandari kavu ya Kwala mpaka bandari ya Bagamoyo. Hiyo itakwenda kuleta mapinduzi makubwa sana katika ukanda wa Bagamoyo. Hapo vipi?